Ama kwa hakika mtazamaji, bado tuko na faith, lakini mbali na hao ni kwamba wakazi wa Lukore na Kichakasimba katika wodi ya Kubo South katika kaunti ya Kwale wamelalamikia ubovu wa daraja la Mkanda mmoja katika barabara ya Mkongani kuelekea Shimba Hills. Mianya kwenye daraja hilo ambalo liko katika hatari ya kuporomoka imezibwa kwa simiti na kokoto bila vyuma wakati wa kukarabatiwa baada ya kupata mashimo. Wakazi wanaofia huenda likasombwa na maji na katika kabisa kufuatia mvua inayoendelea kunyesha. Lawrence Nganga anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Kwale. Usaudhi liko katika, katika hali mbaya, wakazi wakisema kuwa ni hatari kwa wanaolitumia. Ukarabati uliofanywa hivi maajuzi ukiwaduaza wenyeji wanaosema haukufuata kanuni zinazohitajika katika ujenzi wa daraja kama hili. Hii daraja ni ya miaka mingi, kiasi cha kwamba vile vyuma vilivyo chini na ile slabu iliko juu zishaachiliana. Gari ikikanyaga ile daraja inacheza sasa, ni hatari sana. Badala wangevuruga wangevunja ile slabu ya juu, wakatuwekea wakatuangalia, vile vima ambavyo vimevunjika chini, wakaweza kuweka vima vingine at least ndio wakiweka slabu juu, tukawa wana uhakika kwamba daraja li liko thabiti. Kwa hivyo walitutengezea daraja vibaya kiasi cha kwamba tunaomba kwamba hata haifai kupitia magari kwa sababu ni hatari kwa magari ambayo yanapita hapo. Lakini tunashangaa daraja letu lilivunjika na badala ya kurekebishwa ama kukarabatiwa kwa njia inayostahili inakuja inaunganishwa na vijiti. Tunashangaa, je, kuna kiongozi ambaye anajali maslahi yetu, ama ni kwa vile yapitii hii barabara ndio sababu anaunganisha na vijiti, hata mauti yanatukodolea macho, tukizingatia ya kwamba daraja hili linaunganisha location mbili ambayo ni Mwaluvanga location na Lukore location daraja iko ile hali tunayoiona ya kwamba imesapotiwa na miti kwa chini na slabu yenye ime imewekwa juzi ambayo haishikani na ile slabu ambayo ilikuwa imewekwa nyakati zile za ukoloni 1960s sisi tulikuwa tunasema ya kwamba daraja ile haituonyeshi taswira nzuri kwa sababu wakati wowote itatusababishia maafa Wakazi pia wanaeleza kuwa mvua zinazoendelea kunyesha huenda zikazidisha madhara kwa kuwa hakuna nguzo dhabiti za kushikilia daraja hili. Baadhi ya magari yamekuwa yakielekea kwenye njia mbadala kwa kuhofia mikasa. T tukizingatia, watoto pia hupitana hapa, na wakati wowote watoto pia wanaweza wakatumbukia kwenye daraja, kwa sababu haina hata vizuizi ambavyo vinaweza vikasaidia mtu ambaye anatumia daraja hii ai kutengezwa kulingana na vile inavyostahili. Kwanza yenyewe daraja yenyewe ni nyembamba, inastahili ipaluliwe kiasi. Pale palikuwa pamebomoka waje watengeze, wametengeza na wametengeza ndivyo sivyo, hata gari inaweza ikaanguka ikabomoa. Sijaona daraja kutengezwa na miti. Mi najua daraja inajengwa na vyuma. Leo hii tunawekewa miti, twataka kuuawa wanataka wahusika kuhakikisha ujenzi wake unafanyika kwa njia zinazostahili katika hatua za kuzuia janga eneo hili. Chuma zake zimeoza na pia mwenye alifanya ukarabati pia alifanya na vitu hafifu ambavyo haviwezi vikaimili zaidi ya tani tano. Siko mtaalamu sana wa, wa ujenzi lakini kulengana na pale yenye tunaona ni kwamba pale pakipita gari yenye na zaidi ya tani nne inaweza ikasababisha maafa. Tuna mazao yote ya shambani na mazao yetu ya shambani, hatuna vile tunaweza uza katika soko ya nje bila kupitia kwenye hii barabara. Ndiposa unapata hata wale ambao wanakuja kununua mazao yetu ya machungwa, wakija wao ndio wanatuamulia bei yao. Kwa sababu gani? Barabara haipitiki. Wakazi wa eneo hili wanataka daraja hili kurekebishwa upya ili kuepuka mauti kutokea kutokana na ubovu wake. Lawrence Ng'anga, Runinga ya Citizen.